Baada ya ukimya wa muda mrefu, msanii wa muziki duniani Rihanna, Bad Girl Rihanna anarudi tena na ngoma yake mpya kabisa ambayo inafahamika kama Friend of Mine. Safari hii ikiwa ni sehemu ya soundtrack ya filamu ya Smurfs inayotarajiwa kutoka rasmi Julai 18 mwaka huu 2025. So, hii ni good news kwa wapenzi wa filamu na mashabiki wa Rihanna. Kama utakumbuka vizuri, mara ya mwisho Rihanna kuweza kusikika ilikuwa ni kwenye soundtrack ya filamu ya Black like Panther Wakanda Forever ambapo walisikika kwenye ngoma ya Lift Me Up. So, katika filamu hiyo Smurfs kuna baadhi pia wasanii ambao wanaungana na Rihanna kwenye kuandaa soundtrack ya filamu hiyo ambayo kuna msanii anafahamika kama Tyla. We all know that ni msanii ambaye anafanya vizuri sasa hivi kutokea South Africa na Africa. Pia kuna msanii anafahamika kama Destril, lakini kuna DJ Khaled, kuna Cardi B, kuna Natania na wengineo wengi ambao wameweza kushiriki katika filamu hiyo una so, unalipi na una yapi yapi, maoni yako kuhusiana na Rihanna? Sasa hivi amekuwa kimya muda mrefu, hajatoa album, hajatoa single na nini, lakini amekuwa akipata mashavu kwenye project kubwa kama hii. So sogea kwenye upande wa comment hapo chini alafu uniambie ni ngoma gani ya muda wote ambao unaikubali kutoka kwa Rihanna. Mi niendelee kufahamika kama hijuu mbototo la kipara lenye mbwembwe. Of course, endelea kuwa karibu na mitandao yetu ya kijamii kwa wingi wa taarifa, habari pamoja na matukio. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.